Kati tulianzisha hii maneno, kulikuwa na watu walikuwa wanatuimbia na bunduki, wanazunguka hapa na bunduki eh, wanazunguka hapa na bunduki, wanatuonyesha madharao. Leo wamekipata, na mimi nataka nitangaze nikiwa hapa, kila mtu mwenye bado ako na bunduki na wewe si polisi na uko na bunduki kwako, my friend please harakisha, lete bunduki, patia kwa bishop, patia kwa polisi. Usipofanya hivyo, we are going to come for it, tutakuja kuchukua hiyo bunduki, na tukikuja kuchukua hiyo bunduki utakipata. Si nimesema mapema mchana? Eh, muwafikishie habari, na kama wanataka kujua, waulize wale wale walikuwa na bunduki hapa. Ni munanielewa? Eh? Eh, ni namna hiyo <laughs> so tafadhali, waheshimiwa, nyinyi mumeniuliza hapa ya kwamba bado kuna watu wanasumbuana huku. Please mwende muwaeleze mapema maneno imefika na bunduki, warudishe bunduki. Ni ya kulinda mali na maisha ya wananchi ikitumiwa na askari. Kuna watu wanajifanya ati wanachunga ng'ombe na bunduki. Hakuna ng'ombe itachungwa na bunduki, tafuta vimbo, kata miti, chunge ng'ombe yako. Bunduki ni mali ya serikali, ni mali ya askari. Tumeelewana? Mnasema tuendelee namna hiyo? si tunataka watoto wetu wasome, tufanye